soko mia nne, tunajenga Kenya hostels ya watoto elfu mia moja sabini tunajenga Kenya kwa hiyo program moja tu hiyo program moja ya housing masoko 400 nyinyi mmeshaona masoko inajengwa dunia hii si ndio hapa Kiambu peke yake tunajenga soko thelathini in Kiambu County hapa Kiambu Nakuru nilikuwa huko juzi, tunajenga soko ishirini na tano. Hakuna serikali imejenga soko ishirini na tano kaunti moja, wakijenga pengine soko moja in 5 years. Sijui kama tunaelewana and kama hiyo tumefanya ni kwa miaka miwili, munieleze, miaka kumi Kenya itakuwa inakaa namna gani? Miaka ishirini miaka ishirini na unajua nilisema hivyo juzi watu wengine wako na tabia mbaya wakaenda wakasema huyu ah, mtu amesema atakuwa rais miaka ishirini <laughs> watu wajinga kabisa yani kwani mimi ni wazimu kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rahisi ya kupigiwa kelele kila siku mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende mwingine achukue asonge ama namna gani I want to make my contribution. Mungu akinipatia nafasi mimi nitafanya bidii. Kwa ile Mungu atanipatia nafasi. I have no interest. <laughs> Hii mnanielewa my friends?